Yes. <laughs> Why not? Why not? Nimekuwa busy sana siku hizi na masuala ya michezo basketball, tunayona sana miezi kumi na moja. Yeah. Sijaona mkiposti kazi zote kama siku saii ngum mwisho ni style kwa sahihi miezi kumi na moja, mko busy na basketball tu? Yes. Sijajua ni kwa nini au mafao ya muziki tayari ya shaaliamna <laughs> <laughs> mimi nadhani hatujawahi kuacha kufanya muziki na Tuta, mtaona tu vitu vizuri vinakuja. Eh, tuko kwenye upande wa michezo na mnatuona pia mziki mtaona. Eh, stay tuned. Yes. Tumalizie kwenye reception hii ya leo ya Jukis na Priscilla. Yeah. Nigeria, yeah, walifanya mabalaa sana. sasa hivi tena mabalaa wanafanya mambo mazuri sana mm. tumeona. kule tumeona yes. Uh, leo ni zamu ya Tanzania kuonesha kila, na sisi sasa, ndio nchi yetu ndio tunafanya haya mambo, na huyu ni mke wako wetu sasa. Mm -hmm. Sijajua Jukis anaondoka na nini kutoka kwetu. <laughs> Sijaelewa um, swali lakini, i uh, think uh, kitakachotokea huko ndani ni uh, yes, swala la furaha, watu waenjoi, hakuna mashindano kama tulivyosema. Okay. Nigeria ilitokea because walikuwa nawaa na furaha mm-hmm. na sisi Tanzania pia tutashangilia vile inavyotakiwa, yani mambo ya kwenye tunajua sherehe zetu ah. you know, that's the way we do.

ndio. Tuambieni kwanza amefarajika kwa namna gani kumuona ndugu yenu afikiena karibu, Jux ameingia kwenye ndoa na leo reception. Tuanze kwa kama brother. Um, ndoa ni blessing na Jux kwetu ni kama family, tumekuwa naye kwenye mambo mengi na leo tunafurahi kuwepo hapa kushuhudia na tunamtakia kila la heri katika maisha mapya yeye na PC. Yes. Kwa uh, kama na ile alivyosema ni kitu kizuri, tunafurahi kuwaona We we are happy for them and we wish them and wish all the best in marriage. yeah. Yeah. Sa. Uh, yes, sana a saa tangia tuko hapa ambapo tuko tunaviona kwenye comment sana, ni ujio wenu of course, mmefika hapa nafikiri mtakamshanya mazishi ambao sema hamtatokea leo, lakini pia kubwa zaidi wa Tanzania wana wish na kutamani kuona jambo lenu nii litakuja kuwa wazito kwa, kwa kiasi gani kwa sababu yeah. nini inspiration wa kapo nyingi Afrika, Tanzania na kwa mastaa kwa ujumla okay. Sijajua tutegemee balaa zaidi ya hili au ipo of course ah, uwezi ujue, huwezi huwezi ukaidi uka, uka mabalaa, lakini okay, tutafanya kitu kizuri, amna mashindano, eh, eh, mashindano tutafanya kitu kizuri eh, ili tuwe pia tuendelee kuinspire watu. Sasa yes. Uh, uh, ni rafiki yenu mahusiano yake kadhaa ambayo amepita nyuma, hususan alikuwa rafiki yenu sana na yes. Leo, leo hapa mwingine ambaye ameamua nje ya urafiki wa yule ambaye alikuwa rafiki yenu, kuna namna tunaweza kusema kwamba mahusiano sio na maswala mengine ya kikawaida kama binadamu, kama ushikaji kama <laughs> Um, I think urafiki ndio cha muhimu. Yeah. Kila mtu ana maisha yake. Yes. Na pale rafiki yake anapokuwa na furaha huwezi ukataka kutengeneza uadui. Happiness kitu cha muhimu. No matter what, sisi lazima tu to support m akifanya kitu kizuri. Sure. Yes. Sawa. Tutarajie labda kama amisi pia atafanya harusi, tutarajie kuona Marekani kwenye harusi ya Vanessa pamoja na na Rotimi. Sorry.

Amna mimi nadhani hatujawahi kuacha kufanya mziki na tuta, mtaona tu vitu vizuri vinakuja. Eh, tuko kwenye upande wa michezo na mnatuona pia mziki mtaona. Uh, stay tuned so, so. Yes. Tumalizie kwenye reception hii ya leo ya Jux na Priscilla, yeah. Nigeria walifanya, yeah. Sana tena hivi mabara mambo mazuri sana mm. Tumeona, yes. Uh, leo ni zamu ya Tanzania kuonesha kila na sisi sasa, ndio nchi yetu ndio tunafanya haya mambo mm. na huyu ni mke wako wetu sasa, sijajua mm -hmm. Sijajua Jux anaondoka na nini kutoka kwetu <laughs> um, sijaelewa swali lakini i uh, think uh, uh, kitakachotokea huko ndani uh, uh, ni yes. swala la furaha watu waenjoi, hakuna mashindano kama tulivyosema. Okay. Nigeria ilitokea because walikuwa na wao, nawaona furaha, na sisi Tanzania pia tutashangilia vile inavyotakiwa. Okay. of course, of course, of course, yani mambo ya kwenye tunajua sherehe zetu, you know, that's the way we do hiyo lazima imekuwa bizi sana siku hizi, na maswala ya michezo basketball kwenu tunaona sana. Miezi kumi na moja sijaona mkiposti kazi yote, kama sikusaini ngomeni, mwisho ni style. Why not? Why not? Yes, uh, mwezi 11 mko bize na basketball tu, yes. Sijajua ni kwa nini au mafao ya muziki tayari ya <laughs> amna, mimi nadhani hatujawahi kuacha kufanya muziki na tuta, mtaona tu vitu vizuri vinakuja, eh, tuko kwenye upande wa michezo na mnatuona pia, muziki mtaona Stay tuned. So, so. Yes. Tumalizie kwenye reception hii ya leo ya Jux na Priscilla. Yeah. Nigeria walifanya mabalaa sana, mabalaa sana, wanafanya mambo mazuri sana mm. Tumeona yes. Uh, leo ni zamu ya Tanzania kuonyesha kila machu, na sisi sasa ndo nchi yetu ndo tunafanya haya mambo mm. Na huyu ni mke wa kwetu sasa mm -hmm. Sijajua Jux anaondokana nini kutoka kwetu <laughs> sijaelewa <laughs> um, swali lakini I uh, think uh, kitakachotokea huko ndani uh, uh, ni yeah. swala la furaha watu wa enjoy hakuna mashindano kama tulivyosema. Okay, Nigeria ilitokea because walikuwa na wao na furaha mm, na sisi Tanzania pia tutashangilia vile inavyotakiwa. Okay, mambo ya kwenye tunajua sherehe zetu, nategemea kuona dola dola. <laughs>